Naam, karibu sana mwanamichezo, popote pale ulipo, kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Tuendelee tena hapa kuzungumza michezo na burudani. Taarifa mbalimbali utakuwa ukizipata hapa ndani ya Chapesa Media. kama bado hauja subscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, kwani sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupasha matukio mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Natokea hapa ndani ya kijiwe cha Mwembeyanga nina ya madhumuni yangu nikupashe na ni kuhabarisha matukio mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kushoto kwangu hapa niko na Mwarabu wa Simba Sports Club, tunakwenda kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ntakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya. Wa wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunashukuru. Zima upo. Tunashukuru Mungu, zima upo. Nianzie kushoto au nianzie kulia? Anzia katikati ili tuchague tu tuende kushoto au kulia. Katikati. Eh, bwana mi nianzie hapa ndani ya Simba Sports Club. Mara ya mwisho linaambia kwamba mnategemea makubwa sana. Mchezo wa kwanza ambao kocha Pantev amecheza ameshinda goli mbili kwa moja dhidi ya Al Hilal lakini mchezo haukuonekana. Matokeo tumeaona pengine ni mwanzo mzuri wa Simba Sports Club kwa msimu huu, ikiwa chini ya kocha Pantev na kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Meja Semuyo, ambako mtakapokwenda kutumia michezo hiyo kwenye huo uwanja kwenu kama uwanja wa nyumbani wa Simba Sports Club kwa msimu huu. Jibu ni ndio, jibu obvious moja kwa moja ni ndio, kwa sababu tayari ashapata picha, na sasa hivi anaitafuta face 11 yake. Ina maana hadi tutakapocheza mechi ya kwanza tayari atakuwa ashajua aende na nani. Eh? Hadi tutakapocheza mechi inayofuata yeye atakuwa ashajua aanze na na nani na nani. Aende kabisa kabisa. Kuna kama mapema vile Mwarabu. Ah ah. Hahitaji muda maanake mchezaji mpira siku zote unampa mpira ili acheze mpira. Eh? mchezaji mpira apewe muda muda anapewa timekeeper mchezaji mpira ampe mpira acheze mpira kuonyeshe eh? kitu eh. Umeshanelewa vizuri. Vizuri kama kocha wa boli hadi mechi ya kwanza Simba atakayocheza Tayari atakuwa na first 11 mapema tu. Mapema kabisa. Kama yale ya kocha Fadu Fadu Davis, Davis aanze na na na nani na wala na nani. wala aende alikuwa anafanya rotation. Kuna kufanya rotation kwamba nina first 11 yangu hii hapa. Lakini ili u mchezaji mwingine asishuke kiwango, ili u mchezaji anaeanza asijisahau, ndo kwa kuna kitu kinaitwa rotation. Ina maana yule anayepewa nafasi akaenda akauasha moto, wewe uliokuwa benchi unachukua tahadhari. Yaani hapa mimi nikilegeza tu kamba za viatu nimepoteza namba. Iko hivyo. Hicho ambacho kinachoendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo tutarajie makubwa sana kwa kocha Pantev. Pantev au itwa Pantev, anaitwa kiboko ya wachawi eh? anaitwa kiboko ya wachawi. Wewe <laughs> msela anarogeka akakwambia nani bwana. Wewe, ah, jamaika moshi, watu unafuka tu. Nani atakuroga eh? mtu ana matatu kila sehemu kama Rambo. Yaani hujui atakupiga mission gani, porini, chini ya madaraja, juu ya magorofa, angani kazi wanayo msimu eh? kazi wanayo kiboko. Ay, roge, ah, wewe msela narogeka wewe msela, ukienda mwenge muda wote unawaka. Unajua mwenge muda wote mwenge unawaka. Wewe mwenge ushawahi kuona unazima? ushawahi kuona mwenge unazima? Mwenge muda wote unawaka tu. Mitatu yani una... Kwanza hujui ile jamaa ile mitatu ile, huyu jambazi au steering mm -hmm. wewe unajiuliza ni mwingie vipi yani yule jambazi wana wana hivyo hivyo. Eh? Yule mwamba tujue, yeye, jambazi au sterling. Wengine nao wanachafuka, majambazi wengine nao wanachafuka pale sparring, mtu mbili kwanza ukimpiga ndo anafurahia, kesho unaanza tumechelewa kumjua bwana, Pantev tumechelewa kumjua, lakini wakati wa Mungu ndo wakati sahihi ni hey. wakati hey. Ute, sahihi wa Simba sasa. uteja ule ushaisha tayari hey? ule uteja ushaisha. Yaani unasema yule bwana bwana Mi, miongoni mwa sifa ambazo nimejaribu kuzipata kutoka kwa ule bwana hanaga muda wa kumsubiri mtu. Yaani umekosea mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. mara tatu, substitution na benchi inakuita. Mara tatu mbali, mara tatu mbali. Yaani moja ambi aa, mbali hayo ya Fadu hayo atakuvumilia, maana Fadu alikuwa mlezi, baba mlezi atakuvumilia. Huyu mara moja hapo hapo. Fadu, Fadu alikuwa anakusubiri kwa namna gani? Nisikilize nikuelekeze, si umeona dakika 90 kuna zile sababu za, za dakika 90 zile ili kwenda kupoteza poteza muda mechi ishe. Dakika 90 anaingizwa mtu, ukifanya madudu dakika 92 uko nje, na dakika nne tu ndo zimeongezwa hapo. Pira Pantevu ilo kiboko ya wachawi. Yaani yule mimi sina wasiliana nao sana. Chakula kimetengwa kile watu wanataka kula kwanza. Kabla ya kula anaenda pusha pumia kwanza ili apate update. Hasa kocha anaonyesha mfano wa pusha pumia, wewe mchezaji utakaa kwenye kiti. Kocha anapacha kwanza, anapiga pusha pumia kabla ya kula. Wewe mchezaji utakaa kwenye kiti. Kama jeshini sasa hivi mule ndani. Discipline mwanzo mwisho. Yaani ukizungua mazoezini umezingua kwenye mechi, hauna namba. Hmm. Utasubiria sana hadi uje kucheza. Bwana, mimi najua bila shaka kwamba Mwarabu ni mdau mkubwa sana wa mpira. Kabisa kabisa. Na mtu wa boli kabisa. Kabisa. Hem, tuzungumzie hii nafasi ambayo amepewa injinia Hersi. Yaani, hapo kwenye mtu wa boli, mimi mwenyewe mpira nimecheza kwa kiwango changu, ukiona anakufunga kamba hey. Mtafute shime, si unamjua shime? Hey. Mtafute shime kwa nafasi yako, muulize. Tulikuwa igorenja wote pamoja sare Tanga hapo. Hey. Tangapo hey mi siongei tena mengi hapo. Kama una mawasiliano naye au muonyeshe tu klipu ata, atakuambia shime. Alafu mwalimu wetu wa michezo shule alikuwa anaitwa mwalimu Kesi, fuatilia, takuletea hadi picha ukitaka baadaye ya ushahidi. Kwa hiyo masuala ya mpira si tunayajua tume